Nikumbushe Mohamed Hussein Shabalala, mara ya mwisho anakuwa man of the match, mimi nakupa laki tatu hapa. Nikumbushe mimi nasahau, minasahau Jeyara, mara ya mwisho Simba kuwa man of the match. Ina maana wachezaji Simba wacheza kikawaida kawaida, ila wakija yango wanashine kwa sababu gani, eh? Ah, sasa chama alikutana na utawala, kakutana na utawala eh? Wale pale unajua, iko hivi Yanga ukija jitume, usirelax. kaja Mwenda kajituma kapata namba, kaja Zimbo kajituma kapata namba. si, si, kama Yanga hii haina watu hapana. ah, ujituma tu Shabalala ana, anamweka ana, anaanza Shedra Kiboka yuko benchi Shedra, Kiboka. ah, Shedra Kiboka, mtu Shabalala yule hatari. Ndio maana nimekwambiaje, Yanga ukijituma unapata namba. Oh, nitajie pale nani wa kumweka benchi Mligo. Mligo huyu, yeah. Ametoka na Mungu ameweka benchi Boka. Niache ni masiala. Sikia momenti uandishi mheshimu wa wachezaji wa quality, quality, quality, quality ya Boka usikufaradisha na na na, na Antoni Mligo si? <tipark> Mo mwenye kuondoka Shabalala, Mo aliumia. Hamna shabiki wa Simba aliyefurahi Shabalala kuondoka. Shabalala, Shabalala ni mchezaji mwenye kiwango bora sana. Na Antoni Mligo tunajifariji tu, lakini hamwezi Shabalala kivyovyote hata wani viwani. tafsiri yako ni kwamba labda, tafsiri yako ni kwamba pengo la Zimbu pale Simba bado lipo. Bado unasikiza, ni kwambie kitu kimoja, hawa kina Antoni Mligo tunaona kwenye mechi za singizini wasubiri ipigwe dabi hapo mwezi wa kumi na mbili, akamkabe Pakome kama alivyokuwa anafanya Zimbwe Zimbwe kipindi yuko Simba, kwa anamkaba Pakome, sisi tunaelewana, watazaji wa Simba, mabeki walikuwa nalala miguu imechubuka eh? <laughs> mziki wa pakome somas sasa, ule pakome umpe Antonio Mligo mama we Dube. <laughs> <inaudible> <inaudible> <inaudible> Mi nishawambia Dube kalogwa, jamani, Azam amemloga. Mi naongea kila kukicha, nisikilize nikwambie, Dube ifikie momenti. Sisi kipindi tunakuwa Kigoma, ukigoma kumeza dawa mama nakushika pua hivi, e ikukabe, ikuue, lakini umefanyaje? Umemeza yaani, Dube siamini waganga, yaani ifikie momenti watu wamvagae bana, twende bana, twende bana, mi siamini, twende hivyo hivyo hivyo. Mchawi wa Dube nani? si Azam. Azamu washamwambia Dube hawezi kucheza mpira wa Tanzania, wamemaliza, hawezi kucheza tena. Kuna mtu ame, ame, amenitumia za ndani kwamba walikuwa na mbadi meseji, wanamtumia wanamtumia meseji huwezi kucheza tofauti na Azamu ukiwa Tanzania na Dube tayari sawa, lakini kipindi Dube anafunga alitoka wapi? kwa seguye Soguye, Soguye, suguye hey, alienda kupakua mafuta kama inampendeza, lakini sasa mchungaji amtibu, mchungaji analegeza eh? hey, mchungaji analegeza. Waganga, Dube aamini amelogwa, aende kwa waganga wakamsaidia, akipuuzia eh. Leo anacho anampigia makofi. Kuna moment itafikia watasema, hapana, Dube inatosha. Huyu kocha Pedro Gonzalez ambaye amekuja Yanga hajawahi kufundisha timu kwa maana ya klub amekuwa kocha wa timu ya taifa. Simba pale kwenu eh, kwenu uko Simba mm. Yuko matatu tunamwita. Bwana tunakwenda hadi Desemba sio Januari kwa kwenye dabi mtu aje kufundisha klabu yo. yoyote ndio klabu yake ya kwanza. Ndokabiaya hey, yani Yanga wana advantage kwa sababu Yanga wana makocha wawili wa kimataifa Wana Mobedi, wana mwanahuyu, ina maana hawa watu wawili wakishare wazo waka, wakapata product moja ambayo yenye kuja kuisaidia timu Simba Matola na, na, na matatu umemsema pantevu hawaelewani eh? Kaka, mimi naongea uongo sio? Umetaka kugombana jamani, nyote mmeshuhudia, Matola anamwambia mimi nipange kodi mikocha mkuu. <laughs> jamkodelekri nimeiposti wataka kugombana kule singizini eh, hey, hawaelewani na Matola, makocha wengi wa kigeni washamlalamikia anawatenga. Si tunaelewana ndugu yangu, ngoja ya nikwambie kitu kimoja. Mchezaji ana uwezo wa kucheza mfumo wa ule. Kocha alishaondoka Simba alikuwa ni Klatus, chota chama mpira wa kuweka chini, zipigwe draft. Anayekuja kidogo ni Nabi Kamala do no. Mpira ukiacha unafiki, unaonekana Nabi Kamala ana uwezo wa kuendana na ule mfumo wa kocha, naambia kibureni. Si mfumo wa kocha, ana uwezo mfumo wa pasi. Nani we nitajia, unamjua mwingine? hey awezi labda joshua mutare Ana, mpanzo anataka kuzulula <laughs> awezani kwa ule mfumo wa kocha kocha ule ana feli Mimi nakwambia kwa sababu kocha anataka mpira ukae chini simba tushazoea niwekee pale tukimbizane niwekee pale kibwa afungue mpanzo afungue haya ye kocha anataka ipigwe draft kuanzia nyuma hadi mbele ndio maana nakwambia ule kocha asikutoboa kwa mfumo wake. Kante kumetuambia kwamba yupo sana na akili yake ndio mlio ipenda, anatanda na vieti. Huyu hajawahi kufundisha timu yoyote, klabu yake Yanga ndio ya kwanza. Anakuwepo kwa muda huu, nisikize nikuambie. Mi naamini Yanga uongozi wao ni wa mpira blaza. Hadi unaona kocha amesajiliwa Yanga hawezi kuhitaji meneja wakaleta kocha. Ina maana ukiona kocha anasajiliwa ujue ni kocha I believe kabisa, makosa ambayo yamejitokeza kwa Roman Force hawawezi wakayarudia tena. Kwa huyu kocha aliyekuja, wewe utaelewa nini anachokifanya. Hey, si mbona draft limepigwa ili... na pia leo. limepigwa watu wanashangilia. Mpira umechezwa, zimefungwa goli chache, lakini timu imecheza no, wana Yanga wanataka hicho kwamba zinapigwa goli mbili goli tatu, lakini watu wapata burudani, mioyo imesuzika, na kocha ametimiza hicho na ni kocha amekaa na timu s siku tatu, si unanielewa? Siku tatu we eh. Unaona mpira uliopigwa jikana nayo wiki haikana nayo mwezi, kesho kutu mnakwenda kucheza dhidi ya TRA. Unaiona Simba kupata eh, mm, matokeo ugenini eh? hey, ah, sasa hizi timu ndogondogo muziki yani. Sikiliza, nakwambia kitu kimoja. Timu yenye uwezo wa kutuzuia sisi ni Azam Singida na Yanga eh? Azam Singida na Yanga na Yanga, kwenye hizi timu tatu Azam Singida na Yanga eh kwenye hizi timu tatu ambazo sababu asababu kijeuzavi sinakuja Simba Yanga anaona unaonakwaga bingwa ubingwa wa Yanga kwenye timu hizi Singida na Azam na Simba sisi tunakosa ubingwa kwa Singida Azam na Yanga. So hizi timu zingine, yaani Yanga ana uhakika kwamba nyie, chezeni, mi alama zangu sita anazo Simba, alama zangu nne anazo Azam, moja tutasare, moja tunawafunga, la nne Singida, moja tunasare au tunawafunga zote kucheza si. Bodi ya Ligi washatusaidia ya Sheikh hauja na ratiba tarehe thelathini Azam yuko na Singida. Singida ni mwanaume, Singida ni mwanaume. Wewe usikumpangia kikosi cha pili. Sasa malengo ya bodi ya Ligi kwamba Singida wailegeze Azam, alafu situpate pa kuteleza. Blaza, huu mpira kama una akili wezikuelewa semesheeni, lakini anaenda kutana na dabi. Azam na Singida ni dabi. Azam ndani ya siku tatu anacheza dabi mbili, blaza. Sisi tunaelewana, anacheza dabi ya Singida, anacheza dabi ya Simba. Singida ajekuwa yuko Dar es Salaam angetengeza dabi ya Azam na yeye e. Singida timu kubwa jamani! Yaani Singida, wewe angalia msimu wa kwanza imeundwa hii, hapo group stage. Msimu wa kwanza imeundwa mwaka jana Singida wenye, hayitaki mambo mengi, singa, aina 20, miaka 20, 20 siyo miaka 10 hadi yule nani, sio Azamu analie yule hana eh, hizo popate ya kuanalia uh, Azam kuingia makundi eh. Singida msimu wa kwanza, Simba nao pia pia mlifanya hivyo na Yanga pia. Sasa msimu wa kwanza Singida ameingia makundi, so timu ya kunyea ile kaka. Kwa hiyo uh, Azam ana dabi mbili ko Simba, kuna uwezekano kama adam anani Azam atakaza Kwenye mechi ya Singida basi mechi ya Simba lazima shukrani sana inshallah tukutane pamoja kamoja sana